tayari imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM, msomaji ni Albert Ndukavano na kwanza ni mtaasiri wake. Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ametoa wito kwa wananchi mkoa wa Mwanza na Watanzania wote kwa ujumla kujitokeza kwa wingi kushiriki zoezi la upimaji wa homa ya ini. Chama cha demokrasia makini kimeahidi kuleta mapinduzi ya kilimo cha mpunga nchini iwapo kitapewa ridhaa kuongoza nchi kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Na Belarusi imewasilisha leo pendekezo la kujenga kiwanda cha pili cha nyuklia chenye uwezo wa kusambaza nishati kwa maeneo ya Ukraini yanayokaliwa na Urusi. Habari kamili Bukoba. Wakazi wa mkoa wa Kagera wameshauriwa kujitokeza kupima afya zao mara kwa mara kuepuka tabia hatarishi zinazoweza kuwaingiza katika hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Kauli hii imetolewa na mratibu wa shughuli za UKIMWI mkoa wa Kagera, Isa Mrimi, wakati akizungumza na Radio Kwizera mkoani humo, na kwamba baadhi ya watu wameshindwa kuwa waaminifu kwa, kwa kuishi na mpenzi mmoja na kusababisha hatari za kiafya. Mrimi amesema kiwango cha maambukizi ya virusi vya UKIMWI mkoani Kagera siyo ya kuridhisha, hivyo wananchi wanatakiwa kuwa makini hasa kwa kuchukua tahadhari na kujilinda dhidi ya maambukizi mapya ya virusi vya UKIMWI. Hali ya mkoa wa Kagera sio nzuri, ukizingatia mkoa wa Kagera ulikuwa kwenye nafasi kati ya tano au sita katika viwango vikubwa vya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ambaye ilikuwa ina lead kwa kiwango kikubwa katika maambukizi ya virusi vya ukimwi ilikuwa ni Njombe, maeneo ya Njombe, Iringa, Mbeya. Kwa mkoa wa Kagera tunaona tulikuwa tumerenji kati ya mkoa wa tano au wa sita, na kwa sasa hivi bado hatuko vizuri, tuko katika hizo nafasi. Kwa hiyo bado hali sio nzuri, ndio maana tuko tunaendelea kupambana na tunaweka nguvu sana katika kuona kwamba tuna baadhi ya wananchi wameipongeza serikali kwa kuendelea kutoa elimu ya, ya mapambano ya virusi vya ukimwi na kwamba elimu hii imewasaidia kuacha tabia ya kuwanyapaa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Mwanza, Said Mtanda ametoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza na Watanzania wote kwa ujumla kujitokeza kwa wingi kushiriki zoezi la kupima homa ya ini. Mtanda ametoa wito huo leo baada ya kushiriki zoezi hilo akiwa ofisini kwake na kusisitiza umuhimu wa wananchi kujua afya zao ili kuchukua hatua matibabu mapema. Mtanda amesema kuwa watakaopima na kukutwa hawana maambukizi ya homa hiyo ni muhimu kuchanja chanjo kujikinga dhidi ya virusi hatari vya homa ya, ya ini. Katika mkoa wetu wa Mwanza kunayo changamoto hiyo, na ningetoa wito kwa wananchi kwenda kupata chanjo, kwanza kupima, alafu ukishapima unapata chanjo. Sababu mwingine ataniuliza kwa nini ni chanjo moja, moja kwa moja? Kwa sababu ukichanja wakati tayari una maambukizo ya homa ya ini, ile chanjo haiwezi kuwa effective. Kwa hiyo ni vizuri ukapima, na endapo itabainika kama ni homa ya ini C, inatibika na kumalizika. Kama ni homa ya ini B, basi unaanzishiwa zile dawa za kufubaza virusi Vya homa ya ini na utakuwa chini ya uangalizi wa wataalamu wetu. Kwa hiyo kwek. Tujitokeze. Wizara ya Afya imeendelea kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kinga na matibabu dhidi ya homa ya ini na kuendesha kampeni za upimaji na utoaji wa chanjo bure kwa wananchi. Mbea Chama cha Demokrasia Makini kimeahidi kuleta mapinduzi ya kilimo cha mpunga nchini Iwapo kitapewa ridha kuongoza nchi kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Mgombea wa urais kupitia chama hicho, Christopher Kibonde, amesema mapinduzi atakayoyafanya kwenye kilimo ni kuleta mbegu ya mpunga yenye uwezo wa kuzalisha gunia 240 za mpunga kwa ekari moja. Kibonde ametoa ahadi hiyo kwenye mkutano wa kampeni uliofanyika kata ya Ubaruku wilayani Mbarali mkoani Mbeya na kusisitiza kuwa serikali kupitia chama chake itawekeza zaidi katika sekta ya kilimo kwa kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji. Amesema kilimo cha mpunga ni miongoni mwa mambo yanayohitajiki kipaumbele kwa kuwa ndio kitegemeo tegemeo kubwa kwa wakazi wa wilaya ya Mbarali zaidi katika kata ya Ubaruku. Dar es Salaam watas, wafamasia wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI wametakiwa kutoa dawa kwa wagonjwa wenye maelekezo ya daktari pekee ili kusaidia jamii kuacha tabia ya kutumia dawa bila ushauri wa kitaalamu. Rai hiyo imetolewa jana na mkurugenzi wa idara ya magonjwa moyo wa JKCI d Tatizo Wanne wakati akimwakilisha mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo d Peter Kisenge katika hafla ya kuadhimisha siku ya wafamasia duniani. Daktari amesitiza kuwa katika taaluma ya famasia hakuna kitu kinachoitwa dawa ya nusu dozi, hivyo famasia wanapaswa kuwahudumia wagonjwa kwa kuzingatia usahihi wa maelekezo yaliyotolewa na daktari. Hatua hiyo ni kufuatia uwepo wa watu wengi wanaonunua dawa na kutumia dawa bila matumizi ya maelekezo ya daktari na kusababisha kupata madhara ya dawa kwa kutibu magonjwa ambayo si sahihi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura. Rais wa Burundi Jenerali Evariste Ndayishimiye ametoa wito kwa wanasheria nchini humo kuwahudumia raia wanaofikisha mashauri yao mahakamani kwa kuzingatia sheria na haki kwa manufaa ya umma na ustawi wa taifa. Rais Jenerali Ndayishimiye akiwa jijini Bujumbura amesema kuwa bila mfumo thabiti wa kisheria, azma ya serikali ya kufikia Burundi yenye uchumi wakati mwaka 2040 na, na taifa linalojitegemea 2060 haitofikiwa. Amesema wanasheria wamekuwa wakionyesha kutowajibika ipasavyo na kuwalazimu wananchi kung'ang'ania kesi zisizomalizika kwa muda mrefu mahakamani na kupoteza muda na haki ya kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya familia na taifa. Aidha, Rais Jenerali ndayishimiye amesitiza kuwa nidhamu na uwajibikaji wa wanasheria ni muhimu katika upatikanaji wa haki kwa wakati na kujenga misingi imara ya utawala wa sheria nchini Burundi. Moscow. Belarusi imewasilisha leo pendekezo la kujenga kiwanda cha pili cha nyuklia chenye uwezo wa kusambaza nishati kwa maeneo ya Ukraini yanayokaliwa na Urusi. Rais wa Belarusi Alexander Lukashenko amewasilisha pendekezo hilo katika ikulu ya Urusi. Wakati wa mkutano na rais Vladimir Putin anaonekana kuunga mkono hadharani wazo hilo. Lukashenko amesema kiwanda hicho kinaweza kutumika kikiwa kitahitajika kusambaza nishati katika maeneo yanayodhibitiwa na Urusi ya Kherson, Zaporisia, Luhanski na Donetsi. Belarusi ilifungua kiwanda chake cha kwanza cha nguvu ya nyuklia cha Astravesti Novemba mwaka 2020 na kiwanda hicho kilijengwa na shirika la serikali ya Urusi na nishati ya atomiki Rastom kwa mkopo wa dola bilioni 10 uliotolewa na Moscow. Hata hivyo, katika mkutano wa leo Putin akufafanua ikiwa Urusi itafadhili ujenzi wa kiwanda hicho kipya. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, hutena ni mutaasiri wake Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ametoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza na wa Tanzania wote kwa ujumla kujitokeza kwa wingi kushiriki zoezi la upimaji wa homa ya ini. Chama cha Demokrasia Makini kimeahidi kuleta mapinduzi ya kilimo cha mpunga nchini iwapo kitapewa ridhaa ya kuongoza nchi kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Na Belarusi imewasilisha leo pendekezo la kujenga kiwanda cha pili cha nyuklia chenye uwezo wa kusambaza nishati kwa maeneo ya Ukraini yanayokaliwa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 na website yetu ya wa radio Kwizera.co.tz. Saa tano kamili ya usiku utasikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita.